Kwa kutusimamisha ili tusalimiane. Manake sio sawasawa, tukapita kuna kwenda huko tunakwenda, lazima tusalimiane, au sio? Sasa kwa nashukuru kwamba umetusimamisha k kwa ili tuzungumze k. Kuna kazi kubwa sana ya kukomboa maisha yetu. Nafahamu nyie wenyewe wanayotufanyia yeah, yeah. Na hayo mambo mabaya unayoyafanya, dawa yake ni kumalizana na CCM, au nanakosea? Yeah. kumalizana na nani? Yeah. kumalizana na sisi CCM. Yeah. Tusipomalizana nao wanatumaliza. Yeah, yeah. Sawa sawa yeah. Kazi yetu ni hiyo sasa. Tunaifanyaje? Tukienda kwenye chaguzi, mnafahamu wanavyofanya, wanaengua wagombea wetu, wanatuibia kura, wanatangaza wagombea wao kwa nguvu, kwa bunduki yeah! <coughs> piga mabomu, ndio, ili kuhakikisha mwenyekiti anakuwa wa kwao. Ndio. Nani anayetaka maneno haya? jamii ataki. Ndio, sasa kinachohitajika ni kuhakikisha kwamba wao hawasimamii uchaguzi tena. Ndio, sasa hivi kwenye uchaguzi wa vijiji kama mwaka jana, msimamizi ni mtendaji wa kijiji au nakosea? Huyo mtendaji sio CCM, atatenda haki iyo? Ukienda kwenye udiwani, anayesimamia uchaguzi wa diwani ni mtendaji wa kata, sio CCM huyo, atatenda haki atatenda haki? Ndio maana tunafanya chaguzi zinakuja kuamuliwa kwa, kwa mabomu na kwa bunduki Ayu! Sasa tunataka utaratibu wote wa kusimamia uchaguzi ubadilike, ili watu wa kusimamia uchaguzi, watu wa kusimamia uchaguzi wawe watu walio huru, wasiwe sisi siwe CHADEMA hiyo! wawe ni watu ambao hawatapendelea upande wa, au sio? Sasa hiyo inahitaji inahitaji tuwe tuwe wakali kweli kweli, inahitaji tusikubali tena chaguzi zao kama hizi ambavyo wamekuwa wanazifanya, tuwaambie lazima tubadilishe utaratibu. Kama mnataka tufanye uchaguzi, tubadilishe ucha... utaratibu kwanza. Hamtaki kubadilisha utaratibu, hakutafanyika uchaguzi kati yetu. yeah! <tutu> likitushinda hilo tumekwisha. Likitushinda hilo mjue, hatutakaa tuchague watu wa maana kushughulikia matatizo yetu sawa sawa. Kwa mm, wajibu wetu mkubwa kama chama ni huo, kuunganisha nguvu za wananchi wote wa nchi hii. Ndio maana tunakuja maeneo yenu kuhakikisha watu wameelewa ujumbe wa chama. Tunataka utaratibu bora zaidi wa uchaguzi, ili tukienda kupiga kura sije kuamuliwa kwa bunduki na mabomu, sawa sawa. Ili tunapopiga kura tukachagua watu wetu, hao ndio wachagua watangazwe kwa haki, sawa sawa. Jamani, ujumbe wangu ni huo, salamu zangu kwenu ni hizo. Tusikubali uchaguzi utakaosimamiwa na CCM tena, sawa sawa, na hilo ni gumu